Baada audhu billahi min ashaitani rajim bismillah rahmani rrahim. Awali ya yote wapenzi watazamaji, kwanza kabisa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mara nyingine tena tunakutana katika kipindi chetu adhim, kipindi chetu maridhawa cha siasa na mambo ya kidiplomasia duniani au ulimwenguni kwa ujumla. Na leo tuko mitamboni hapa si mwingine uliye naye bali ni Dr. Harun Sha'rawi Al-Azhari. Katika mambo tutakao yazungumzia leo, tutazungumzia juu ya athari na madhara yaliyopatikana kupitia makombora ya Irani yaliyopigwa katika taifa la Israel, madhara ambayo yaliyopatikana e, kupitia makombora ya Israel, makombora ya Israel, ndani ya, ya nchi ya Irani. Lakini pia athari hizi zilizo patikana je, zinaweza zikamalizika kwa muda mfupi au zinaweza zikamalizika kwa muda mrefu? Lakini ni makombora gani ambayo aliyotumia e, Irani kwenda kumpiga Israel na hasa kulenga katika kituo kikuu cha mambo ya utafiti wa masuala ya kisayansi ndani ya taifa la Israel? Haya ndiyo mambo ambayo tutakayokuja kuangalia. Lakini je hii Khaibara ambayo ni kombora lililotumiwa na Irani kwenda kupiga kule e, Telavivu. Sijil ambayo ni kombora la Irani lililokwenda kupiga Tel Avivu. Kwa nini yalipewa haya majina? Ndugu zangu, kwanza kabisa napenda kutumia fursa hii nyingine kukuomba wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu, kama bado haujabonyeza alama ya subscribe, basi bonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Hii itakufanya kuwa wa kwanza kupata maudhui zetu na makala zetu mbalimbali za uchambuzi wa mambo ya kisiasa na diplomasia duniani pindi tu tunapoweka maudhui hizo. Ndugu zangu, kwamba ikumbukwe kwamba ala annal harbu huwa alfikratu walmakida, vita ni fikra, lakini vita ni ujanja, vita ni mbinu. Alharbun huwa aliktisadia al, vita ni kuwa na nguvu za kiuchumi. Walharbun huwa alquwatu alaskaria, lakini pia vita ni kuwa na nguvu ya kijeshi. Walharbun huwa alquwatu al asliha al almutatawira, lakini pia vita ni kuwa na nguvu za silaha za kisasa, silaha ambazo zinazokwenda na wakati, silaha ambazo zitakusababisha wewe wengine wa kuogope, silaha ambazo zitamfanya adui atengeneze udhaifu katika moyo wake na kushindwa kabla hajaingia katika uwanja wa mapambano. Katika mambo ambayo tutakayoyaangazia leo e, ni juu ya athari ya makombora ya Khaybar lakini pia makombora ya Sijil ambayo yaliyopigwa kama sehemu ya majibu ya uvamizi wa Marekani na mshirika wake Myahudi katika ardhi ya Irani na kwenda kushambulia kituo cha urutubishaji cha Fordo, kituo cha urutubishaji wa uranium kwa ajili ya kuja kutengeneza nyuklia katika eneo la Fordo. Ikumbuke kwamba kupitia vyombo vya habari mbalimbali, baada tu ya Marekani pamoja na mshirika wake kwenda kupiga katika eneo hilo la Fordo, eneo ambalo ni la urutubishaji wa madini ya uranium kwenda katika uchakataji na kwenda kutengeneza mabomu ya nyuklia, baada tu ya kushambulia, zilitoka taarifa mbalimbali kupitia vyombo vya habari vya E, nchi za magharibi, lakini pia kupitia vyombo vya habari vya ndani ya taifa la Irani vikithibitisha kwamba mabomu yaliyopigwa makombora yaliyopigwa katika eneo hilo hayakuweza kufikia malengo yake, kwa sababu hayakuweza kufikia kuharibu jambo lolote katika urutubishaji wa madini hayo. Ikumbuke kwamba eneo hili la Fordo liko zaidi ya kilomita mia tatu tena chini ya mlima. Kwa hiyo B52 Spirit, makombora yake yanakwenda mita mia moja lakini mita mia tatu ndiyo ipo sehemu ya kurutubisha madini hayo ya uranium ambayo yaliowekwa na serikali ya Irani katika eneo la Fordo. Eh, hivyo basi, kwa kupitia nadharia hii ni kwamba Irani bado iliendelea kuthibitisha kwamba lenyewe ni taifa kubwa na linapoamua jambo lake basi haiwezi kurudishwa nyuma na taifa lolote, lakini pia maandalizi haya walijua kuna siku watakuja wataivamia kwa kigezo cha kutaka kuharibu nyuklia. Lakini sasa jitihada hizo zimeshindikana, na hii ni wazi kwamba Irani it is a super power. Eh, ni super power duniani na hasa katika upande wa mashariki ya kati, tofauti na nadharia ya waliokuwa wengi kwamba e, superpower ni Myahudi peke yake kwa sababu anamiliki silaha ya nyuklia. Sasa majibu haya yalionyesha kwamba ni wazi kwamba Marekani haijafikia malengo yake ya kuharibu vinu vya nyuklia ndani ya ardhi ya Irani katika eneo la Fordo. Hii sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili ni yepi majibu ya Muirani baada ya shambulizi hili? Irani moja kwa moja alitumia makombora yake ya kisasa, makombora yake mapya, makombora yake ambayo yameboreshwa katika hali ya katika teknolojia ya hali ya juu, tofauti na kwamba wao walivyokuwa wanadhania kwamba yale makombora aliyokuwa anayatumia mwanzo kwamba yawezekana ndiyo akamaliza nayo, lakini Mwirani amethibitisha kwamba sehemu ya makombora aliyokuwa akitumia mwanzo ni yale ambayo tayari yalikuwa yamekwisha tengenezwa kwa muda wa miaka mingi, yako store na yalikuwa hayana kazi, hivyo basi ndivyo alivyoyatumia. Lakini sasa kwa kadiri ambavyo vita alivyokuwa inakwenda ndivyo ambavyo alikuwa anaenda kutumia eh, makombora mapya yaliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa. Sasa miongoni mwa makombora hayo aliyoyatumia ni kombora la Khaybar, lakini pia kombora la Sijjeel. Eh, makombora haya mawili haya yamepewa majina tofauti tofauti. Ukiangalia kombora la Khaybar ambalo kabla ya kufikia katika mfumo wa malengo yake lilikuwa lina, linajigawanya linajifungua, halafu baada ya kujifungua mle ndani vinatoka makombora mengine madogo madogo, jambo ambalo yalikuwa yanafanya mfumo wa kuziwia makombora Uwezi, usiweze kufanya kazi na hatimaye makombora haya yakafanikiwa kufikia malengo ambayo yaliyokuwa yamewekwa. Sasa hili kombora la Khaybar kwa nini limepewa jina la Khaybar? Ikumbuke kwamba Khaybar ni moja kati ya vita alivyopigana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mayahudi mnamo mwaka wa saba, mnamo mwaka wa saba. Baada ya kumalizika e, Ghazwatul Ahzab, e, baada ya kumalizika Sulhulhudaibia, kwa muda usiopungua chini ya miezi miwili, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alijua mkakati uliofanywa na mayahudi waliokuwa wanaishi katika eneo la Khaibar kwamba wao ndio ambao waliowapokea makafiri wa kiqureishi ambao waliokuwa wamekuja kwa ajili ya kupigana vita vya ahzabi wakafikia katika eneo la Khaibar. Kwa hiyo wakajumlisha jeshi jeshi ambalo liliundwa na watu takribani elfu kumi, lakini wale wale mayahudi ambao waliokuwa wanakaa katika eneo la Khaibar walikuwa jumla ya watu elfu moja. Kwa hiyo plus watu elfu kumi kwa watu elfu moja, ukiwajumlisha jumla walikuwa ni watu elfu kumi na moja. Kipindi hicho Waislamu walikuwa ni e, askari elfu moja na mia nne. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada tu ya wao kuvunja ile mikataba waliowekeana mikataba ya usalama na amani waliowekeana katika Sulhulhudaibia, na baada ya kuwapokea mayahudi kutoka katika maeneo tofauti tofauti na kufika katika eneo la Khaiba na hatimaye kuja kuingia katika Ghazwatul Ahzab, vita ambavyo vilipelekea waislamu wengi kufariki ijapokuwa fi nihaya kwamba Waislamu walikuja wakashinda vita ile. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maamuzi ya kwenda kumaliza mzizi wa fitna, kwa sababu Mayahudi ndiyo ambao waliokuwa wanatengeneza mzizi wa fitna ndani ya ardhi ya Madina. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandaa jeshi lakini akatoa tangazo Asijiunge mtu yoyote kwenda katika jeshi hilo isipokuwa yule ambaye kipaumbele chake itakuwa ni kwenda kupigana jihadi. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutengeneza jeshi, akavamia usiku katika mji wa Haibara akauzingira wote. Baada ya kuzingira, mayahudi wanaamka asubuhi wanakuta tayari mji mzima umekwisha zingirwa na jeshi la Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakawa wanasema kwamba Muhammadun wajaisho kwamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amekuja na jeshi lake. Lakini watu gani ambao walioenda kutoa taarifa? Ni wale waliokuwa wakiamka asubuhi, mayahudi waliokuwa wakiamka asubuhi na kwenda katika shughuli zao za mashamba. Kwa hiyo kila walipokwenda, walikutana na jeshi la Waislam, likawa limewarudisha katika maeneo, likawa limewarudisha ndani, kwamba haruhusiwi mtu kutoka na wala hatoruhusiwa mtu yoyote kuingia baada tu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwazingira, baada ya kuwazingira, nini kilichotokea? Aliwaambia kwamba mnatakiwa muondoke katika mji huu na ni marufuku mtu yoyote kubeba aina yoyote ya silaha, bali mtabeba kile ambacho mnachoweza kubeba katika mizigo yenu. Hataruhusiwa mtu yoyote kuondoka na kitu chochote, lakini pia hakikisheni kwamba mnaonyesha sehemu zote ambazo mlizoficha mali zenu, na hi, la sivyo hapa mtamalizika wote. Angalia strategy aliyotumia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kukomesha mzizi wa fitna uliokuwa unafanywa na Mayahudi ndani ya ardhi ya Khaybar. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam eh mji huu alifanikiwa kuvunja ngome zote ambazo zilikuwa zimewekwa kama kingo ndani ya mji huu, na milango yote akaanza kufungua mmoja mmoja, eh, wahidan til wal akhar, mmoja baada ya mwingine mpaka akafanikiwa akakomboa. Na dakika ya mwisho ya ushindi wa vita hivi akatoa msamaha kwa wale waliopendelea kukaa katika mji wa Madina kwamba watalima na nusu ya kilimo chao ni lazima kitawaliwe na Waislamu. Na katika mambo waliokubaliana ni kwamba Waislamu watakapoamua kwa muda wowote, watakapoamua kwa siku yoyote, kwa mwaka wowote na kwa wakati wowote, kuwaondoa katika ardhi hiyo ya Khaibar, basi wataondoka, na haya yalikuja kuthibitika kipindi cha Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ambapo alikwenda na akawaondoa Mayahudi wote katika ardhi hii takatifu ya Madina katika eneo hili la Khaibar. Sasa, kwa kuenzi vita hivi tukufu ambavyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu walipigana na Mayahudi na ushindi ukawa kwa Waislamu, ndiyo serikali ya Iran ikatengeneza kombora ambalo lililoitwa Khaibar ambalo kombora hili ni moja kati ya makombora ya kisasa yenye teknolojia ya kisasa yaliyotumika kwenda kuharibu eh, na kusambaratisha kituo kikuu cha mambo ya utafiti wa kisayansi ndani ya ardhi ya Israel. Lakini kombora la pili lilikuwa lililotumika katika kusambaza kituo hichi lilikuwa ni kombora la Sijjeel. Kombora la Sijjeel, maana ya Sijjeel maana yake ni nini? Sijil ni udongo mkavu ambao asili ya udongo huu mkavu unatokana na tafsiri ya Qur'ani uliokuwa ukielezea jeshi la tembo, jeshi la Abrahatu kutoka Sham, kutoka Yaman, ambalo lililotengenezwa jeshi hili kwa ajili ya kwenda kuharibu msikiti wa Makka au kwenda kuharibu nyumba ya kwanza ya Makka ambayo iliyowekwa na, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mgongo wa ardhi hii kwa ajili ya kuabudiwa. Kwa, kwa hiyo wakati Aburaha yuko njiani anaelekea katika ardhi ya Makka ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatuma ndege ambao waliokuwa wamebeba mawe yanayotokana na udongo mkavu. Nde, ndege hawa wakawa wanamlenga, mtu akipigwa lile jiwe linadondoshwa lile jiwe. Akipigwa lile jiwe, kama limeingilia kichwani, basi linatokea e, katika tupu yake ya nyuma, halafu mtu huyo anasambaratika na mfano wake anakuwa kama vile mfano wa majani yaliyotafunwa. Na hii ndiyo tafsiri iliyobebwa kupitia Suratul Fil, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil fajaalahum kaasfin maakul anasema alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi lfil. Hivyo kupata kuona wewe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaifa faala rabbuka bi ashabi lfil namna gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala mola wako alivyowaangamiza, alivyoliangamiza jeshi la tembo jeshi la Abrahatu ambayo lilikuwa limebebwa katika eh, matembo. E, alam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al al kaidahum fi tadlil, hivi hakufanya vitimbi vyao pamoja na nguvu zao kuwa ni zenye kupotea. Faj'alahum e, fa, fa, wa arsa, fa arsala alayhim tayran ababil, na tukatuma juu yao ndege ambao wanaitwa ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, ambao waliokuwa wamebeba mawe ya udongo mkavu tena ya moto eh, ambayo waliokuwa wakiwatupia tarmihim bihajarati min sijil, fajaalahum kaasfin maakul, na tukawafanya hawa ni kama vile mfano wa majani yaliyotafunwa alafu kisha yakatemwa, kwa maana wamesambaratika moja kwa moja. Kwa hiyo kwa kuenzi sura hiyo na kwa kulienzi jeshi hili na kwa kuenzi historia hii, ndipo mwirani akaamua kutengeneza kombora lenye teknolojia ya kisasa tena la maangamizi na kulipanga jina hili la Ashabun Alfil eh, la, la Assijil, kwa maana mawe ya udongo mkavu. Lakini si hivyo tu, baada ya kutumia makombora haya mawili ambayo yaliyopelekea sasa kwenda kuharibu kituo kikubwa cha mambo ya kisayansi. Juzi hapa Netanyahu akaona ni bora atembelee kuangalia uharibifu ambao uliofanywa na Irani. Maneno baada ya kuona uharibifu huo, maneno gani ambayo aliyoyazungumza? Kwanza kabisa lazima tufahamu kwamba e, jengo hili ambalo lililoangamizwa ni moja kati ya majengo matano makubwa maarufu na yenye historia kubwa ndani ya Mashariki ya Kati na ulimwengu mzima kwa ujumla lakini pia ni mmoja kati ya majengo ambayo yaliyokuwa yamehifadhi tafiti mbalimbali mbali za kitabibu, tafiti mbalimbali mbali za kiafya, tafiti mbalimbali mbali za kiuchumi, tafiti mbalimbali mbali, e, za kilimo, lakini pia tafiti mbalimbali mbali za mambo ya ugunduzi wa kisayansi, yakiwemo mambo ya ugunduzi wa silaha, e, za Israel ambazo zinazoweza kufanya taifa hilo kuwa juu, lakini pia kuweka mipango mkakati. E, tafiti za kuweka mipango mkakati iwapo e, juu ya ulimwengu ambao unaokuja huko baadaye. Kwa hiyo kupitia hayo sasa, jengo hili likawa na umuhimu wa pekee. Kwa hiyo Iran, pamoja na kwamba aliuliwa wanasayansi wake, lakini yeye akasema, mimi si nitoua wana science bali nitakwenda kupiga pale kwa ajili ya kuvuruga mustakbali wenu, kwa sababu mambo mengi yanakwenda pale. Kwa hiyo Iran shabaha yake ilifanikiwa na baada ya kufanikiwa shabaha yake Mwirani akajisifu, lakini pia Mwisraeli analalamika. Lakini pia Benjamin Netanyahu baada ya kuona uharibifu uliofanyika pale, nini alichokisema? Alisema hakika Irani ni dola ya kisheitani, hiki walichokifanya ni kitendo cha sheitani ambacho hakiwezi kukubalika, na hii inadhihirisha kwamba Irani ni super power. Irani ni super power ndani ya Mashariki ya Kati, lakini hata majibu aliyoyafanya kupitia kambi za Marekani nchini Iraqi pamoja na nchini Qatari na kutokuwa na majibu yoyote, ni dhahiri kwamba Irani ana uwezo wa kupiga sehemu yoyote pale ndani ya Mashariki ya Kati, na iwapo majibu yatashindwa kutokea, maana yake ni wazi kwamba Irani ni super power, na tayari ana uwezo wa kumiliki